Watu wanapoona tunahubiria wafikiria hatuna kazi. Hii ni kazi nzuri kuliko hiyo mia mia wanayoingiza, anayoingiza kwanzia asubuhi. Si unanielewa? Hii ninachokifanya hapa ni kazi nzuri sana, na naipenda mno. Pastor, naipenda hii kazi. Haleluya! Anaweza asifiwe. Mwana kwaya ipenda hiyo kazi. aliyeimba aliyeimba aliyeimba aliyeimba, guro anaitwaje? Yule guro ile guro guro, anaitwaje? Si mnasikilizaga? Si wasukuma wenzenu, eti eti wanangu, guro anaitwa anaita na eh? Kisima wakati wengine wako kwenye kisima, wanamengua mayemu, wako Yesu ni Bwana Yesu ni Bwana wanakatika. Wewe uko ah, Yesu ni Bwana, haleluya mia aaaa wake nikumpokea yako naharibiwa. Na amina na Abdala, sikiliza, nikwambie. Usalama wako ni kumpokea Yesu. Yesu umekaliwa na mapapo, lakini kuokoka utaki. Tukusaidieje? Umekaliwa na papa la ulevi, kuokoka etu, twende kilabuni. Wewe ndio mwanaume? Mwanaume gani? kichaa wewe. Umeacha dagaa nyumbani kwako, umeenda kwa kahaba. Kahaba likikushika tu shingo, chukua elfu tano wakati nyumbani umeacha dagaa. Ushindwe papu mchafu! Mpaka yo kijana afirayse, ikahaba likikulambia macho tu, na weo umeishazimika kwamba oh, oh, oh, ndio mwanamke, wakati mke wako hata mafuta ni, eti nina dini yangu. Kahaba amekuremburia tu macho, umempa mafuta rosheni, mke wako hata krisari namnunulii. Unaakili kweli? o aeluyabaibarikiesan mke wako anakuambia baba watoto, aona wa viatu i nione naela, mi ni benki, mi ni benki, mi ni benki, sina hela. Ukifika senta amina, atikwambia o, ngosha wasika, e sinaona machacha. Eh, nenda kiatu elfu ishirini. Hiyo ni akili matope. Unataza watoto wako, unaangaisha mke wako, lakini hautaki kuokoka.